Chama chetu kimekuwa kikipitia changamoto nyingi sana, na changamoto zenyewe zinakwenda kutokana na mashirika yetu ya mawili, kwa sababu sisi tuko TRC na Tazara kila upande na changamoto zake unazotusumbua. Kwa upande wa Tazara changamoto kubwa inayotusumbua paka sasa ni swala la mshahara. Wafanyakazi wa tazara wote mpaka kufikia mwezi Februari mwishoni hawajapokea mishahara yao na wala haijulikani mshahara utalipwa lini. Changamoto hii imekuwa ikisumbua sana chama kiasi cha kuweza kuangaika hapa na pale kuweza kuona jinsi gani wafanyakazi hawa watapata mishahara yao bila mafanikio mafanikio. Tunamwomba rais aone mashirika haya na watu wachache wasaidizi wake ambao wanataka kumkosesha na kufanya asio aonekane kama amefanya vibaya. Lakini tunajua rais wetu anafanya kazi vizuri, anafanya anachapa kazi vizuri tunaona asiyeona atasema, lakini sisi tunaona anafanya kazi vizuri. Mashirika haya Tazara kule, kulitokea washawe kule, leo limefunikwa, ametoa fedha nyingi rais, tunaona huko sisi jana. Mnaiona hii MGR ambayo ilikuwa karibu kufa, ukifika cross au maji, leo ilikuwa haiwezi kupitika, leo inapitika. Ni kazi nyingi anafanya rais wetu, tukiachilia mbali tu haya ambayo anafanya kwenye reli na maeneo mengine. Hatutakubali kuona mtu anajitokeza tu kwa kisingo cha kwamba yeye ni msaidizi wake akitaka kuchafua, hatutakubali. Ndio maana tunasema chama chetu kiko imara, kitaendelea kusimamia haki za wafanyakazi, kitaendelea kusimamia misingi ya vyama vya wafanyakazi wa reli Tanzania. Mama atusaidie katika migogoro ya upande wa huku TRC, lakini watu wanateseka mama kazala mshahara mtu kufanya kazi bila mshahara, umemaliza mwisho wa mwezi hakuna mshahara, wanapitia magumu sana, lakini tunamwomba mama aingilie kati kwa sababu tunajua bila mama, yani kwa mama, kwa sababu mama yeye ndio kiongozi wetu mkuu, atatusaidia katika ili kutatua